Naitwa Zawadi Amour Nasor na, na umri wa miaka 47. Ni mi mama wa nyumbani lakini pia ni mgombea kwa sasa uwakilishi jimbo la Konde tiketi ya CCM. Elimu yangu ni ni digirii. Awali nilikuwa mwalimu wa, wa skuli na nikafanya kazi hiyo kwa muda wa miaka ishirini kwenye skuli mbili tofauti na nilianzia skuli ya Makangale Baadaye tena nikahamishiwa skuli ya Konde msingi A na nikaondokea hapo mwaka 2020 kuingia kwenye siasa nikiwa msaidizi mwalimu mkuu. Miaka mitano iliyopita nilikuwa kwenye niligombea pia 2020 na nikawa mwakilishi, kwa hiyo ni mwakilishi natetea nafasi yangu kwenye jimbo hilo. Uh, kwenye miaka ya nyuma hiyo kuanzia elfu mbili na saba mpaka elfu mbili na kumi na tatu nilishiriki mambo mengi tu ya jamii na naamini kwamba ni miongoni mwa alionipa msukumo na jamii kunikubali kwa wakati huo. Maswala yalikuwa ya, ya, ya miradi kutoka kupitia shirika la Care International, maswala ya kuimpawa mwanamke, maswala ya ujasiriamali, maswala ya uongozi, na huko ndo tulijipatia mafunzo mengi kwa kipindi hicho, ambapo baadhi ya wakufunzi wetu pia walitokea hata TAMWA walikuwa wakishirikiana na hiyo miradi kwa wakati huo. Kwao nilikuwa field officer maswala ya education sana lakini na maswala ya ujasiria mali ikiwemo ufundi charahani kufuma na mambo mengine. Kama mwanachama wa chama cha mapinduzi alfu moja mia tisa na tisini na saba ndio nakata kadi yangu ya mwanzo kupitia umoja wa vijana wa CCM kwa hiyo ni zamani tu, nipo mwanachama na hii nilito, pengine niseme, nilirisi huko kwa wazazi zaidi. kabla kabla nilikuwa mwanachama, nilikuwa mjumbe wa kamati ya, ya jimbo lakini pia nikawa mjumbe kama, kamati ya mikakati ya ushindi elfu mbili na kumi na nane na kumi na tisa lakini tena baada ya kuwa uheshimiwa au wakilishi ukanipatia nafasi ya mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya pamoja na mjumbe wa kamati ya siasa ya jimbo kwa, nafasi yangu. kwa sasa misingi ilionipa msukumu wa kugombea ni kwenda kukamilisha hoja na matakwa ya wananchi pale ambapo wajua, si kama ndani ya kipindi cha miaka mitano ukatekeleza yote au ukatekeleza matakwa yote ya wananchi, na, na kwa sababu ya, ya majukumu na wananchi wetu wana matakwa mengi, na bado maendeleo kwa sasa, na mahatua ya maendeleo ni hatua kwa hatua. Kwa hiyo mimi ta msingi yangu mikubwa ni kwenda kukamilisha basi yale malengo na na matakwa ya wananchi na zile ahadi ambazo hatujawahi kuzitekeleza huku, kwa namna moja au nyingine kwenda kuzikamilisha. Kwanza niwapongeze wanawake kwa sasa, wenye wao wenyewe tayari walishajitoa kuona kwamba ipo haja kama mwanamke kushika nafasi mbalimbali za kisiasa, na yawezekana kila mtu akawa na malengo yao, lakini miongoni mwa malengo makubwa ni kwenda kuwasemea wanawake wenzao na watoto wao. Na na kwa mimi, mitazamo yangu wanawake kushika nafasi za siasa ni vyema zaidi, kwa sababu mimi, kwa kuwa nina uzoefu ndani ya mijadala ile ya, ya, ya kibaraza au mijadala ya kisheria na kibunge, unaweza ukaibua hoja ambayo ipo juu ya meza, ukaibua, ukaitetea na mwisho wa siku ikazaa faida na ikazaa tija, ukiwa kama mwanamke. Pengine wangekuwa pengine ni wanaume watupu, wasingeiona ile hoja, kwa maana ni nzuri na ina misingi kwa wanawake na na ushahidi wa hoja ambayo tulishadidia tukaireizi na ikapata chate na saizi ipo vizuri tu na ipo kwenye mfumo rasmi. Uwepo kwa mwanamke kwenye baraza la ulamaa, ile sheria haijaweka wazi. Ilisema tu pawepo na, wanawa, pawepo na watu wawili waingie kwenye baraza la, la ulamaa, watakuwepo watu wawili kwenye baraza la ulamaa ndio sheria ilivyo. Kwa hiyo haijabagua aidha awe mwanamke ama mwanamme. Lakini hoja ile ilipokuja pale ndani tukasema kwa nini isi isiwe specific ikachanganua wepo mwanamke na uzoefu hakuna mwanamke. Na kwa kuwa wanawake na siye tuna mambo kule ijapokuwa kule itakuwa kuna mashehe watupu basi na siye wapo wasomi wa mwanamke. Kwa hoja ikaja juu ya meza. Nini maana ya ulama? Tukarezi hoja nikasimama mie tukapata na wenzangu wawili. Nini maana ya ulama? Kaja na tafsiri ya ulama ni nani? Baada ya kuja na tafsiri na ulama, ipo haja kumbe ya mwanamke kumbe na yeye aingia kama pale akaingia kwenye lile baraza la ulama. Kama kuna masharti mengine ya kidini, kuna masharti mengine ya mikakati, pengine stara, maneno, basi afanye. Lakini na yeye uwepo wake usaidie kwa sababu sheria tayari ipo. Na iseme ya saa uwepo mwanamke. Kwa hiyo kwa mjadala ulikuwa mgumu, kidogo ukawa na nini, lakini kwa sababu ilikuwa ina mantiki. Baada ya masiku tuliona kwamba tayari baraza la ulama liteuliwa mwanamke yupo. Kwa ni vitu kama hivyo na vingine vyengi kwa kwa kwa upekee kama wanawake twaweza tukaviona vinatija na tuka visemea, na tukavisemea na vikapata nguvu hasa tukiwa wengi mle ndani. Kama twashikana tukiwa kitu kimoja, na wingi kwenye mambo ya sheria tuna uwezo basi ya kutetea hoja zetu ambazo kama wanawake raise na nazikawa na mashiko na zikapita Zipo, kwanza niseme zipo, na hizi mara nyingi huwa zazalishwa za, za, pengine ni tamaduni tamaduni zetu au jamii zetu, pengine masuala ya mila na desturi na kwa, kwa kidogo tu kidini, kwa sababu na dini pia, lakini kwa kidogo na pengine kwa wachache na wanaoisimamia zaidi matakuwa misingi ya kidini kwamba pengine haifai wanawake kuingia humo ninaweza oh, tu kundi la wasomi wa kiume ambao kwao walitazama zaidi kwa maslahi yao ya kiume. Lakini hizo changamoto zipo na waza wakumba, ila ninachokiona kwamba hizi elimu kadeti zinapotolewa ndio zawafanya watu waamshe mwamko wao na kuona sasa ipo haja wanawake kuingia na, na niseme kwamba kila kila hiyo changamoto aduni, waze, wale, wazamani, kwa kwa mfano tukaenda utamaduni wazee wale wa zamani walilia kwamba kwa, kwa siye zamani tulipo kuwepo ilikuwa wanawake tulikuwa tukiheshimika na tukijistiri, pengine tukikaa na umezetu tuki vizuri na nini, lakini sasa hivi wapo wawaona sasa wamwehuka tu huko wenda tu huko wanawake kwamba sie sasa tunaingia kwenye hizi nafasi, labda pengine misingi na miiko ile ya kuziendeleza hizi nafasi na uongozi wezekana ikawa hatujazipokea vyema. Tukienda kwenye masuala ya pengine ya familia au ya kijamii, ni kama wanawake twaambua, mara nyingi huwa kama tukishapata twatelekeza familia zetu. Mwanamke tena akishaingia kwenye mambo aitelekeza familia yake, kama ana mume amkataa, na ndio hoja kubwa za wanaume, na wanaume walio wengi tu ili waliangalia kwa upeo, na sisemi kwamba si ukweli, ni ukweli kamba wapo baadhi ya wanawake walitelekeza familia zao na wanaume, wao, na wanaume zao lakini wapo pengine wanawake walitekeleza hata wazazi wao, wapo kweli, na ndio maana tukao tupata changamoto baadhi ya wakati, lakini niseme kwamba ni, ni, ni, ni mwanamke mwenyewe tu kuto kujitambua kwamba ye ni nani, ana nafasi gani, na ye atokea wapi, ataenda wapi, na hatima itakuwaje? Ni yeye mwenyewe tu kujitambua. Kwa hiyo elimu izidi kutolewa, wanawake wanawake wajitambue sana sana, sana. Wanapoendea ya, ya maswala wale wanawake wote ambao wameamua kuingia kwenye maswala haya na malengo yao yakawa ni kuboresha mikakati ya maendeleo. Mkakati wa kwanza tuwezi kushirikiana na kujitambua kama wanawake, tujitambue tu, baada ya kujitambua tushirikiane. Mkakati wa pili tushirikiane, akisimama mwanamke yoyote tuone kama yule ni mwanamke mwenzetu, lakini pia kuwahamasisha akina mababa, basi na wao wakituona wanawake tupo watuunge mikono, jamii, serikali, wadau mbalimbali watupe hizi sapota ili waone sasa kama wanawake ipo haja wa kuwasapoti na kutokana na tulivyo wanawake, basi twahitaji misaada kwa kila kona, ili tupate kufikia yale malengo tulioyakusudia. Moto ya kijinsia ndioweza kuishinda, kwanza ni kupambana na adui rushwa. Adui rushwa se wanawake, adui rushwa atubana sana na aja kwa namna tofauti lakini hiyo naishinda kwa kasi kubwa, naishinda na nashukuru na, na, mpaka hatua nilofikia, kwamba adui rushwa, hasa rushwa ngono, mimi ni muwazi kwamba adui rushwa, rushwa ngono ndio inayotukabili walio wengi. Wasema ukiingia kwenye masuala haya ya siasa, we utakuwa ndio kazi yako. Si ukweli, kwanza si ukweli, si ukweli kabisa. Mungu akishasema kuwa hilo jambo litakuwa na tumeshinda, na tupo na hiyo. Adui huyo tulimshinda, changamoto hiyo lakini changamoto ya pili bado nipo na familia yangu na mume wangu na nampenda sana, na mpaka walio wengi wasema yeye hey, na mume wake tu ye, mume wake tu ndo mshauri wake, tu ye mume wake, kwa sababu bado kila kitu chochote lazima nikae naye ye kwanza, yeye ye kwanza, chochote yeye ye kwanza. Ikishakuwa hakivunji sheria hakivunji miiko ya maadili ya dini hakimwathiri mtu mwingine, lazima tupange na yeye. Kwa hiyo hilo nalo pia ninalishinda changamoto hiyo lakini changamoto nyingine basi ninaweza kuwashinda wale ambao walisema mwanamke hawezi kitu, lakini kumbe mwanamke aweza, na ninaweza na ninafanya mambo makubwa tofauti na hao viongozi wa wanaume waliokuwapo au waliopo. Kwa hiyo ndio hivyo. umetumia mbinu gani kuweza kushinda hizo changamoto? mbinu wa kwanza niliyotumia ni imani, ushindi wa imani kwamba naamini imani yangu kwamba Mungu ni huyo mmoja yeye ndiye anayesema jambo hili liwe hivi. Kwa hiyo kwanza, lazima mtu ajue yeye yupo hapa duniani kwa sababu gani. Ikiwa upo kimaslahi ya kidunia tu, huwezi kushinda hizo changamoto. Lakini kwanza, amini kwamba Mungu yupo na yeye ndio kila kitu, yeye ndiye anayepanga wewe, akuongoza fanya hili, lakini kwa yeye. Lakini la pili, mashirikiano na wengine, mashirikiano na wengine wadau wa Samaria wema, serikali, lakini pia mashehe. Hiyo ndio ilonifanya nishinde. Makundi yanayoniunga mkono, naweza nikasema yote yote yaniunga mkono kwa kiasi chake. Nkienda kwenye wazee waniunga mkono kwa namna yao, kwa sababu nawajali. Nkienda kwenye vijana, aliko yote yananiunga mkono kwa namna yake, lakini inawezekana kuna asilimia tu ndio kasema hapa, unga mkono kiasi gani hasa kutokana na kuwa kuna vyama tofauti, lakini nashukuru wote waniunga mkono, mpaka hata hivyo vyama vingine waniunga mkono kutokana na utekelezaji wangu, namna nilivyosimamia majukumu yangu na kazi zangu, wasema ana uwezo. Kwa hiyo makundi yote yaniunga mkono, ile itakuwa kuna tofauti ya kiasilimia ngapi ngapi, lakini wote nao. Mara hii tuliingia na wanawake wenzangu kwenye kugombea hizi nafasi za udiwani, walikuwa wanawake wawili lakini na yeye akapambana kanaibuka kidedea, naye pamoja twashirikiana. Kwa hiyo hiyo ni juhudi moja kwamba niliona haiwezekani mimi mwanamke nshakuwa mwakilishi, lakini lazima ato atokee na diwani siku nyingine yeye huyo ye, atakuja kuwa mwakilishi kesho yake atakuwa mbunge. Michakato ya kuhamasisha hivyo ipo, twafanya kwa namna tofauti na kushika nyazifa tofauti, zikiwemo za chama hata za serikali. Twahamasishana kuhakikisha haki yasimamiwa. Sana wanawake walio wengi warudi nyuma, kutokana na ba pengine baadhi ya changamoto zilizomo. Kwa mfano, changamoto za gharama, pengine kwa mfano kama kununua fomu, mtu ukimwambia laki tano kununua fomu hawezi maskini, hana alafu angalia zile gharama, akishanunua fomu ende kwenye uchaguzi. Kocha la kwanza kwanza, basi masuala ya siasa yapungue ya gharama ya kwenye vyama, vipunguze gharama kwenye vyama lakini jambo la pili, basi hizi rushwa rushwa hizi za rushwa rushwa hizi basi zizidi ku kuchukuliwa hatua muhali. Mimi nitasemea rushwa muhali, kwa sababu serikali ipo wazi, vyombo vipo wazi, lakini ni muhali tu zaidi. Hata mwanamke ukidaiwa rushwa, huwa waona njia nyepesi na salama ya kufikia jambo lako kwa ba, lakini baadhi ya wengine hawapendi, ndio zarudisha nyuma. Kwa nini kifanyike zaidi mikakati na jamii itambue kwamba ipo haja sasa wanawake wanao nafasi na wao kuingia kwenye hivi vitu. Kwa hiyo, jamii isapoti, jamii yenyewe isapoti, na wanawake wenyewe wasapotiane kwenye masuala haya.